Kabla ya talaka anadai usiku wa mwisho na mumewe, sababu itakushangaza. Leo Nafi na Jibril wanapaswa kuachana. Jaji mkali anamtazama Nafi kwa makini. Nafi, tuambie, unataka nini? Uamuzi wako ni upi? Kabla sijaeleza talaka, unataka kusema kitu? Kwa sababu wewe ndiye uliyeomba magawanyiko huna. Jibril amekubali chaguo lako. Unaamua nini sasa? Anashusha macho yake anavuta pumzi na kusema, nataka usiku wa mwisho na mume wangu, usiku mamoja tu, kulala kando yake, kushiriki kitanda kimoja kabla kila kitu kiishe. Kimya kinawagubika jaji, anapiga macho haminiki, midomo yake inatetemeka. Katika kazi yake yote hajawahi kusikia ombi kama hili. Jinsi gani mwanamke aliyedai talaka anaweza kuomba siku hiyo hiyo kulala tena katika kitanda cha ndoa? Kama unataka kujua kitakachotokea endelea kusoma hadi mwisho. Hadithi hii itabadilisha mtazamo wako kuhusu upendo wa kweli. Jaji anakaza ngumi zake, pumzi yake inazito, akili ni mwake mashitaka yanazunguka. Je, hii ni dhihaka wazimu? Je, ana akili timamu? Anahisi kuchukizwa hata kusalitiwa na ombi hili. Sauti yake inapanda ikijaa hasira lakini nyuma ya hasira hii, wasiwasi unakuwa bila kuonekana, kwa sababu ukweli mmoja unapepea hewani, ukweli ambao Nafi bado hajaeleza. Na wewe unayesikiliza maneno haya, jiulize, kwani ni mwanamke aliyechagua kumwacha mumewe anataka kuonja mara ya mwisho uwepo wake? Ni nini kinachojificha nyuma ya shauku hii ya ajabu? Jaji anakasirika lakini hivi karibuni atafanya kitu kitakachobadilisha mkondo wa siku hii, kwa sababu hii si talaka ya kawaida. Ni mwanzo wa ufunuo utakaoganisha damu mowr. Jaji anachukua uamuzi. Jaji anavuta pumzi kubwa, macho yake yanatazama kwanza Jibril. Sauti inaishia polepole, nzito, bila huruma. Jibril, una pingamizi yoyote? Je, unataka talaka hii kweli? Jibril hasogei macho yake yanakuwa magumu na kwa ishara kali anainamisha kichwa, kisha kwa sauti imara anatoa ndio. Nataka, nataka kuachana na Nafi iwe gharama gani, sitaki kuishi naye tena. Sentensi inaanguka kama jiwe chini ya kisima. Nafi hanya hanyamazi, kisha jaji anagukia akikata kimya kwa swali jipya: na wewe Nafi, unakubali? Msichana anainua macho hatimaye midomo yake inatetemeka kidogo, lakini sauti yake inatoka wazi: ndio nataka talaka pia, lakini kabla njia zetu zijaachana, nataka usiku wa mwisho na Djibril, katika chumba kimoja, katika kitanda kimoja, usiku mmoja tu. Mnong'ono unavuma ukumbini, benchi zinalia, macho yanabadilishana, pumzi zinazito. Jaji anabaki ameganda, karibu kugandamizwa na ombi hili. Taya lake inakaza, mwali wa hasira unavuma usoni mwake. Mwanamke gani anathubutu kudai hili mbele ya mahakama? Anafikiri. Kamwe katika kazi yake yote hajaona upinzani kama huu, wanandoa tayari kuachana, lakini mke anadai umakini wa mwisho. Kimya kinaendelea hadi jaji, baada ya sekunde ndefu za kutafakari, anahema. Baada ya yote, anafikiri, bado ni mume na mke rasmi, hakuna kinachozuia washiriki usiku huu. Labda, labda hii itawakaribisha labda hii si mwisho. Kisha, kinyume na matarajio yote, anakubali, anakubali ombi. Ukumbini, jamaa za Nafi zinalipuka, sauti zinapanda zenye hasira. unawezaje kuomba hivi? Unatufedhehesha. Wanamtukana, wanamkemea, lakini Nafi anabaki imara, hasemi kitu, macho yake yanazama upeo usionekana. Jaji ghafla anasimama na kupaza sauti, basi, bado ni mke wa Djibril, umoja wao bado haujaachana ana haki ya kupita usiku huu na mumewe. Kimya cha barafu kinarudi, lakini nyuma ya nyuso zilizoganda wasiwasi unadumu. Kwa nini haja hii ya kimwili? Kwa nini usiku huu una umuhimu sana kwa Nafi? Hii si ombi la kawaida, ni siri. Siri tayari kupasuka. R usiku wa siri. Mahakama inafunga milango yake, siku inamalizika. Nafi na Jibril wanatoka wakizungukwa na familia zao lakini vile wanapotoka nje, Nafi anageukia Jibril, macho yake ni makali, sauti yake kali kama upanga. Usifikiri kila kitu kimeisha. Jaji amekubali, bado wewe ni mume wangu, na mradi wewe ni hivyo, nina haki zangu. Usiku huu utalala nami. Jibril anabaki dakika kimya, anakunjua uso na kutoa kwa ukali, lakini Nafi, kesho njia zetu zinaachana. kwa nini kusisitiza hivyo? Una chumba? Sielewi. tabasa mudogo linateleza kwenye midomo ya Nafi, anasema karibu kama changamoto, usijifanye mjanja, bado wewe ni mume wangu na usiku huu utafanya ninachosema. Djibril anahema, anajua usiku huu utakuwa wa mwisho, basi anakubali akikata tamaa, sawa, ikiwa ni usiku mmoja tu, kesho kila kitu kitakuwa kimeisha. Lakini Nafi hajamaliza kusema, anainua kidole anaweka sharti lake: si nyumbani kwako, si kwangu, si kwa wazazi wangu, si nyumbani kwako. Usiku huu tutaupita mahali pengine, katika hoteli, na mimi ndiye nitachagua ipi. Djibril anamtazama akishtushwa. Hoteli? kwa nini? Lakini hamulizi zaidi, anakubali kama unavyotaka. Kila mmoja anaondoka upande wake, familia zinarudi wakiacha nyuma macho mazito ya kutoelewana. Kisha wakati wa jioni, Jibril anapokea ujumbe. Ni Nafi: mahali mahususi, saa kamili, uwe pale. Moyo umesononeka, Jibril anaenda hotelini ya wastani. Njia ni nyembamba, hewani ya kuziba. Anasukuma mlango wa chumba umefunguliwa kidogo, lakini anapoinjilia macho yake yanapanuka. Kitanda ni tupu, chumba ni kimya, hakuna dalili ya Nafi. Shaka inamzamia. Je, hii ni hila, mtego aibu iliyoandaliwa na familia yake. Akili yake inakimbilia maswali, yanaambatana anaketi, anasubiri, pumzi fupi, mishipa ya moto. Dakika kumi zinapita, na ghafla mlango unalia, na hapo Jibril haaminiki macho yake. Nafi hengi kama mwanamke wa kawaida aliyekuja kutatua rasmi, bali ameva kama bibi arusi, uso umefichwa chini ya shela yangavu, maono yasiyokuwa ya kweli kana kwamba wakati umerudi miaka nyuma, kana kwamba kwa usiku mmoja ndoa yao imeanza tu. Wandarals ufunuo wa maumivu. Jibril amekaa kitandani, anamtazama kimya, nyuso zake zinakunjua, anahisi upumbavu wa tukio. Kwa nini kucheza mchezo huu huku kesho tunabahatisha mwisho? Nafi anasogea polepole, hatua zake zinapapasa sakafu, anasimama, anamtazama kupitia shela na kuuliza kwa sauti laini: Jibril, unajisikiaje? Jibril anageuza kichwa, hajibu. Kwake mkutano huu ni utaratibu tu, usiku wa mpito kabla ya kuvunjika kwa kudumu. Kimya chake ni cha barafu, lakini nafi anang'aa. Mwangaza wa furaha unang'aa usoni mwake. Yeyote anayemwona wakati huu angeapa kwamba hakuna kitu kilishawahi kusumbua umoja wao. Hakuna atakayefikiri kwamba wanandoa hawa wanaoongana imara wako ukingoni mwa kuanguka mbele ya mahakama, tofauti ni wazi. Mahali Nafi anafurika furaha. Djibril anadondosha uchovu. Hasira ya kimya. Uso wake uliofungwa ni mlango uliofungwa. Kisha Nafi anakaribia zaidi, sauti yake inatetemeka kwa waaminifu. Karibu kuomba. Djibril, nataka usiku huu uwe kumbukumbu kumbu yetu. Unakumbuka mwanzo miezi ile nene hadi tano tulipokuwa na furaha furaha sana, hata sikuona miaka inayofuata inayopita. Kila wakati nilipoteseka nilifikiria nyakati hizo na ilinisaidia kushikilia. Pumzi inasimamisha wakati. Nafi anaendelea sauti yake kali zaidi. Kesho tutakuwa wageni, lakini usiku huu nataka hadithi yetu isimalizike katika uchungu wala katika unyonge. Nataka iwe njia laini, njia stahiki macho yake yanang'aa nyuma ya shela. Anasogea zaidi na kunong'ona kama ahadi: usiku huu Jibril, mimi ni wako kabisa. Fanya usiku huu unataka, lakini na iwe usiku ambao hakuna yeyote wetu atakayeukumbuka kwa majuto. Jibril anakaza meno, anaelewa hatimaye Nafi anatarajia nini kutoka kwake. Chumba cha hoteli kinajaa mvutano wa karibu kuzibwa. Jibril mabega magumu, hatoboaji hatimaye. Kimya. Nafi, je, Unafikiri kweli kupita usiku huu nami kutabadilisha kitu, wakati kila kitu kilikuwa kibaya? Tulikuwa ukingoni mwa shimo. Leo unaamini kwamba kwa tabasamu vazi utafuta yote hayo? Ni hadithi. kesho nitasaini talaka, hakuna kitakachobadilika. Maneno haya yanapiga kama mipigo, lakini Nafi haregai nyuma, anamtikisa kichwa, anasogea na kwa sauti inayotetemeka anapinga: hapana, Djibril. Hapana, unakosea. Si kwaku kufunga kwangu nimeomba usiku huu. Sitafuti kukwepa, talaka itafanyika, lakini usiku huu, usiku huu nilitaka tu kwamba bado tukuwe mume na mke mara ya mwisho. Sauti inapanda, malalamiko yanaambatana, ishara zinaharakisha, mlipuko wa ugomvi unavu machumbani. Nafi anataka kusogea, lakini Jibril anaregea nyuma, anajaribu kuongea naye, anagiuza macho, kisha katika ishara isiyotarajiwa Nafi anaweka mkono pole kwenye bega lake, macho yake yanangaa kwa nguvu nyembamba. Jibril, lolote utaka lofanya, sitasema kitu. Napa usiku huu, unaweza kunishika mikononi, unaweza kunifania lolote unataka, na kamwe sitakushika hati ya kamwe. Kumbukumbu hii nitaihifadhi kwa ajili yangu. Maneno haya yanateleza kama ahadi iliyokatazwa, mwaliko bila kurudi. Lakini Djibril anabaki bila kusogea, sauti yake inapanda baridi kama barafu. Basi, na ndiyo ilikuwa. Umemshawishi jaji familia zetu, tukubadilisha usiku huu kuwa mekezo. Ulidhani ningridhi, kwamba ningapamba usiku huu kana kwamba kila kitu kiko sawa? Ikiwa ndio unachofikiria, nilichelewa kuhusu mwanamke. Anasimama tayari kuondoka, hasira inabubujika sauti Nafi anashikilia pumzi yake, anasema kama upanga unaoingia polepole. Basi haunipenzi tena hata kidogo? huhisi kitu licha ya kumbukumbu, licha ya miezi ile ya furaha mwanzoni? hujawahi kufikiria tena nyakati hizo, wewe? Kamwe. maneno haya yananing'inia ya hewa, ni ufa usioonekana unafunguka shimo kati yao, wakati uliopita dhidi ya sasa, upendo dhidi ya kutopendana Wadau, ukweli unaotisha. Kimya cha chumba kinagawanyika tena. Djibril anavuta pumzi kubwa, maneno yake yanaanguka mazito: Nafi, mimi si mtu yule uliyemjua. Ulikuwa ukinishutumu bila mpumziko, na ulikuwa na haki kwenye sehemu moja. Nilikuwa nikikusogelea tu wakati nilipohitaji wewe kimwili, wakati mwingine wote nilikuwa nikijiepusha. Ndio, ni kweli, lakini leo ni angalie vizuri wewe uliyenileta hapa wewe uliyedai usiku huu, unaelewa hata kwa nini ulirudi kwangu? Nafi anamtikisa kichwa, karibu kuumizwa na maneno yake, anajibu sauti iliyovunjika imara, hapana, si hivyo yote. Yaliyo nyuma yetu, ugomvi wote huo, nataka kusahau. Usiku huu nilitaka tu mwisho stahiki. Kama mwanzo wetu ulikuwa mzuri, nilitaka mwisho uwe hivyo pia. Hakuna chuki, hakuna chuki ni ukurasa unaogiuka kwa upole tu. Jibril anacheka kwa uchungu. mwanzo mwisho, kwa nini kusema kuhusu hivyo? Hatuna kitu cha kuokoa, iwe mwanzo au hitimisho, si muhimu. Kisha macho yake yanabadilika, anakaribia kidogo na kuuliza, karibu kama shtaka, lakini niambie Nafi, kwa nini ulinileta hapa katika hoteli hii? Madhumuni yako ya kweli yalikuwa gani? Pumzi ya Nafi inaharakisha Unaamini nilitaka kulala nawe? Unaamini nilikutegea mtego huu kwa usiku wa mwisho wa shauku? Hapana, si hata kidogo. Sitaki hivyo kutoka kwako. Djibril anabaki ameganda. Basi nini, unatarajia nini kutoka kwangu? Na hapo Nafi anasogea zaidi, maneno yake yanapiga kama upanga usioonekana. Nilitaka kuelewa, nilitaka kujua kwa nini umebadilika. Mara ya mwisho tulipuna na mahakamani, bado ulikuwa imara menyufu mwenye kiburi. Mwili wako ulikuwa na nguvu, uso wako ukiangaza, watu wali kutazama kwa heshima. Lakini leo... anamchunguza kwa muda mrefu, sauti yake inatetemeka. Leo wewe ni kivuli tu cha mwenyewe, mwili wako umedhufika, uso wako umepoteza nuru yake, umevunjika. Jibril, kwa nini? Nini kilikusababia Jibril? Anagiuza kichwa, kimya kizito kinashikilia anajaribu kuepuka, akinongona ni mambo yanayotokea tu. Lakini nafi haachi, macho yake yanawaka kwa dhamira. Hapana, lazima uniambie. Bado mimi ni mke wako, na kama mke nataka kujua. Kisha hatimaye Jibril anavunjika, sauti yake inavunjika, maneno yanaruka, yamejaa maumivu yaliyofichwa kwa muda mrefu. Siku uliondoka, huwezi kufikiria. Familia yangu, watu wangu wa karibu Marafiki zangu wote walinitupa mgongo. Uvumi ulianza, walisema sikuweza kumshika mwanamke, kwamba sikuwa mwanamume stahiki. Waliniaharisha kunitia taka, kuniponda. Anakomesha mikono yake iliyokaza inatetemeka. Sauti ya Jibril inavunjika, anazama sakafu, macho yake yenye kilio. Kisha polepole anatoa kile ambacho hakujaribu kusema: baada ya kuondoka kwako, Nafi, niliruhusu mwili wangu kuanguka. Siku la tena, nilibaki nimefungwa ndani, nimelala kama maiti kabla ya wakati wake. Kimya kizito kimekatwa tu na pumzi yake iliyopigana. Kisha anaendelea giza zaidi. Siku moja maumivu yalinipita tumboni, maumivu makali kiasi kwamba nilifikiri saa yangu imekuja. Nilienda kwa daktari, na hapo kila kitu kilipinduka. Hukumu ilishuka: saratani ya damu. Anafumba macho. Nafi anaweka mkono kwenye mdomo wake Ameganda, wakati unasimama. Djibril anaendelea, sauti inayotetemeka. Nilishtushwa jinsi gani? Kwa nini mimi? Daktari aliniambia kwamba ilikuwa kutojali kwangu, kujiacha kwangu, kwamba ugonjwa huu hauniacha nishi, labda miezi sita, labda chini, kamwe zaidi. Maneno haya yanasikika kama mapigo ya radi. Nafi anaanguka kwenye kiti, machozi yanainuka kisha yanatiririka bila aweze kuyazuia. Jibril anaendelea, pumzi ya maumivu kuni. Kisha nilielewa, ikiwa ningebaki mumewe Nafi, ungeguka mjane wangu, ungebeba mzigo huu wa kutisha, kuwa yule ambaye mumewe alikufa mapema. Wangekuashiria, jamii ingekuhukumu, kama kwamba wewe ulishindwa. Sikutaki hivyo kwako sikutaki maisha ya kukuganda katika maombolezo. Basi nilichagua, nilichagua talaka, si kwa chuki, bali kwa upendo, ili kukuokoa. Nafi anatetemeka, mikono yake inanong'ona kwenye nguo zake, midomo yake inanong'ona kimevunjika. Djibril, kwa nini, kwa nini ulinificha hii? Kama ungenikaambia mapema, hangejali kuomba talaka. Kamwe. Na hapo analipuka kilio, machozi yanatiririka bila kudhibitiwa maumivu ya ukweli wa kuchelewa yanamchoma. Jibril mwenyewe anakaribia polepole, ana weka mkono wa kusita kwenye bega lake, sauti yake ina laini kama mnong'ono ono ukingoni mwa usiku. Usilie, kinachotakiwa kitokee kitatokea, bado una maisha mbele yako Nafi. Na usiku huu, usiku huu ni zawadi ya mwisho ninayoweza kukupa. Wendower mwisho wa kuvutia roho Usiku unapotia polepole pole, mionzi ya kwanza inachuja kwenye dirisha la chumba. Djibril amechoka lakini ameazimia. Anageukia Nafi, sauti yake ni ya chini, nzito, karibu mnongono wa kwaga. Kuanzia leo, njia zetu zinaachana, nataka talaka. Lazima uishi huru, mimi sina maisha tena mbele yangu. Najua muda uliobaki, sitaki kukufunga kwenye kivuli changu. Nafi ametatizwa, anamtikisa kichwa, macho yake yanatiririka, sauti yake inavunjika. Hapana, hapana, Jibril unakosea, bado una lengo, haujachwa peke yako, bado una mimi. Lakini maneno haya yanapotea katika kimya. Wakati unapita, na bila kujua, alfajiri tayari ipo. Jibril anasimama, anatengeneza nguo zake, jua linachomoza. Nafi, narudi nyumbani, wewe pia anainamisha kichwa, hawezi kusema zaidi. Mawazo yake yanazunguka, wimbi la hatia linamla, analani nafsi yake kimya, kimya. Kila moja anaondoka upande wake, usiku unaondoka, lakini uzito wa ufunuo unabaki wenye moto. Kesho yake saa kumi kamili, ukumbi wa mahakama unarudisha minong'ono yake. Nafi na Jibril wanarudi wakizungukwa na familia zao. Jaji anachukua nafasi Macho yake juu yao, anabaki na tumaini kwamba kitu kimebadilika. Basi anamuuliza Jibril, Jibril, uamuzi wako ni upi leo? Je, unataka talaka kweli? Kwa sababu moyoni, jaji alitaka kuwaona wakirudi mmoja kwa mwingine. Alikuwa hata ameandaa muda wa ziada, akitumai kwamba kwa kubaki mbali kukosa kungewakaribisha. Lakini Jibril, bila kusita, anarudia kwa sauti ngumu, bila kuzunguka: Nilisema jana na nasema tena leo, nataka talaka, sitaki kuishi na Nafi tena. Hukumu inaanguka kama barafu armwa western mabadiliko ya mwisho. Ukumbi wa mahakamani wa barafu, jaji amesikia tu Jibril kurudi ya tamaa yake ya talaka, na tayari akilini mwake jibu la Nafi linaonekana kuwa la dhahiri. Atasema ndio, atathibitisha kama jana. Basi macho makali yanagaukia, swali linaanguka zito kama daraja Nafi, uamuzi wako wako ni upi? unataka nini? Kimya kinakunjuka kisha, Nafi ananyusha kichwa, sauti yake inatetemeka, lakini maneno yake ni wazi, makali: sitaki talaka tena. nataka kubaki na mume wangu, nataka kubaki na Jibril. Pumzi ya mshtuko inavuma ukumbini, jamaa za Nafi wanaanguka wakishtushwa. Jana bado aliitisha kuachana, leo anakataa. Mapinduzi makali yasiyoeleweka. Jaji mwenyewe anabaki ameganda, macho yake yanapanuka. Kwa muda anaamini amesikia vibaya, lakini hapana, maneno yametoka. Nafi anakata talaka. Kisha pole pole, anaendelea kuongea, machozi yake yanatiririka, lakini sauti yake inabeba. Jibril anapita jehanamu, yeye ni mgonjwa vibaya. Jinsi gani ninaweza mimi mke wake, kumsahau katika shida yake? Jinsi gani ninaweza kumponda zaidi kwa kumwacha sasa? Hapana, siwezi, sitaki. Jaji anakunjua uso. Mgonjwa? Unazungumzia nini Nafi? Hakuna hati iliyowasilishwa mbele ya mahakama hii, hakuna kinachothibitisha unachosema. Kisha katika ishara ya kidini, Nafi anatoa faili aliyohifadhi kwa makini, karatasi za matibabu, uchunguzi. Ukweli, Jibril ana saratani ya damu. Madaktari wanasema ameashwa miezi sita hadi saba, labda chini maisha yake yamenungika kwenye uzi. Jaji anachukua hati, mikono yake inatetemeka. Anasoma, anasoma tena, kana kwamba macho yake yanakataa kuamini. Uso wake unachaka. Hatimaye anainua kichwa, ametatizwa. Mwanaume aliyehukumiwa na mkewe, anayechagua kubaki licha ya yote. Jaji amesukumwa, kwa sababu anajua wengi mahali pa Nafi wangekimbia, lakini yeye anachagua kubaki katika ukumbi wenye mvutano wa mahakama, maneno ya Nafi bado yanasikika. Chaguo lake linashangaza kila mtu, ikiwa ni pamoja na jaji. Hata hivyo, badala ya kumhukumu, anasimama wima, macho yake yana laini, anainamisha kichwa kidogo. Nafi, chaguo lako ni nadra, ni kuu na limekubalika. Hukumu inaanguka. Nafi atarudi kuishi na Jibril. Ghasia inasimuka mara moja, familia yake wanasimama sauti zinatoka za juri zenye kukata tamaa: Wewe ni wazimu! Unawezaje kubaki karibu na mwanaume aliyehukumiwa? Amebakiwa na miezi michache tu, utapoteza ujana wako, mustakabali wako, furaha yako, rudi nasi, masahau. Lakini Nafi hatetemeki, macho yake yanawaka, sauti yake inachana kelele: Kamwe, nimeapa kubaki karibu naye. hata kama kesho atafariki nitabaki kando yake Hakuna nguvu hakuna uweza duniani utakaoweza kutugawanya. Maneno ya Nafi yanapiga kama kiapo cha milele. Djibril ameathiriwa, anajaribu tena kumwondoa moyo vipande-vipande. Nafi na kusihi, usiharibu maisha yako kwa ajili yangu, siwezi kukuahidi mustakabali. Kwa nini kusupota kuanguka kwangu? Anaweka mkono wake juu ya wake, macho yake yanang'aa kwa machozi na tabasamu lake Unawaka kwa sababu sasa yako bado iko, kwa sababu wewe ni mume wangu, na mradi unapumua, nitakuwa pumzi yako. Kisha Djibril anashusha kichwa, asiyeweza kuzuia machozi yake. Familia zinatazama zimeganda, na katika msukosuko huu wa